Nilihisi kuna kitu si cha kawaida kwa mke wangu, nikahisi anapanga talaka, kwa hiyo nikahamisha mali zangu. Baada ya wiki mbili akafungua kesi ya talaka, ikamrudi kichwa, akajikuta mpango wake umemwendea mrama na akataka kurudi nyuma. Habari zenu wote, kabla hatujaanza video ya leo, nahitaji msaada wenu kidogo. Tumeona channel imeanza kupoteza kasi, na kusubscribe ndio njia bora kabisa ya kutusaidia ni haraka ni bure na inatusaidia kuendelea kuwaletea content nzuri kama hii. Msaada wenu ni wa thamani sana, tuendelee hii channel pamoja, asanteni sana. Sasa tuanze video. Habarini watu wangu, nimekuwa nikipitia posti humu kwa muda nikiamini mimi sitakuja kuwa na hadithi yangu ya kusimulia, lakini maisha yana njia yake ya kukushangaza na nimebeba jambo hili moyoni kwa miezi nahitaji kulitoa. Nianze kwa kusema mimi si mtu wa kuruka hitimisho au kuhisi mabaya bila sababu. Mke wangu hey, tumuite MH na mimi tumekuwa pamoja kwa miaka sita, tumeoana kwa miaka nne. Mambo yalikuwa imara, au ndivyo nilivyodhani. Tulikuwa na misukosuko ya kawaida ya uhusiano, lakini si kitu cha kunifanya nifikirie hapa kuna tatizo kubwa. Kwa kweli, karibu muda wote wa uhusiano wetu tulikuwa lile penzi la kuigwa, washirika wa kweli tulikuwa tunacheka utani wetu wa ndani usioeleweka na mtu mwingine, tunabishana kwa saa nzima kuhusu movie gani tuangalie, na tulikuwa na rhythm iliyokuwa inafanya kazi tu. Yeye angepanga date nit za kifahari, mimi ningemletea chakula chake anachopenda baada ya siku ndefu ilihisi rahisi kana kwamba tumeshatoboa kwenye suala la mapenzi. Ndiyo maana kilichotokea baadaye kilinigonga kama tofali kilo mia. Mabadiliko yalianza polepole pole. Takribani miezi sita iliyopita, mambo yalianza kubadilika. Mwanzoni yalikuwa mambo madogo sana, yale ambayo unaweza usiyatambue kama hauko makini. Akaanza kubeba simu kila sehemu, hata akienda tu jikoni au kuangua nguo. Kabla ya hapo simu yake ilikuwa inakaa tu juu ya meza ya sebuleni kwa saa, na hakujali nani anaiangalia. Siku moja nikatania, mbona siku hizi kama jasusi unaendesha mtandao wa siri nini? Akacheka akasema, hapana, kazi wananitumia email nyingi sana siku hizi. Nikapuuzia. Baada ya siku chache akaweka password kwenye simu. Hilo lilinishangaza kwa sababu hapo awali hakuwa nayo. Nilipomuuliza kwa kawaida tu, akasema mambo ya security na wahalifu wa mtandaoni. Sikutaka kuonekana kama nina paranoia, kwa hiyo sikukandamiza sana, lakini ilihisi vibaya. Haikuishia hapo, akaanza kupokea simu nje ya chumba, kitu ambacho hakuwahi kufanya. Ilikuwa wazi kabisa, e, simu ikilia tu anasema ngoja nichukue hii haraka, halafu anaenda chumbani au nje kwenye balkoni nikimuuliza ni nani anajibu ni rafiki wa kazini tu. Kisha nikagundua tabia nyingine e, kuweka simu yake uso chini juu ya meza. Sikujua hata kama hiyo ni tabia, mpaka siku moja nikanyosha mkono kumpa kitu, akaharakisha kuhamisha simu yake kwa namna ya kuificha. Lilikuwa tukio la sekunde chache, lakini lilibaki kichwani. Umbali ukaanza kujenga. Haikuwa tu suala la simu, akaanza kuwa mbali kihisia mazungumzo ambayo zamani yalikuwa yanatiririka kawaida sasa yalikuwa kama kumwa meno. Nikizungumzia mipango ya mbele, kama tukiadhimisha anniversary yetu tuende wapi, au unaona muda umefika tuanze kuweka akiba ya gari jipya, yeye anajibu tu ndiyo, tutaona, halafu anabadilisha mada. Kila kitu kilijikusanya siku moja ya Jumatano ya kawaida. Aliniambia anaenda kukutana na rafiki yake kunywa kofe baada ya kazi. Haikuwa kitu cha ajabu, huwa anafanya hivyo mara kwa mara. Mimi nilikuwa na kazi ndogo za kufanya eneo hilo hilo, nikawaza ngoja ni mshangae, itakuwa kitamu. Nilipofika hakuwapo na huyo rafiki. Badala yake, alikuwa amesimama nje ya kaf, anatembea huku na kule, simu sikioni. Nilibaki ndani ya gari, sikutaka kusikiliza, lakini nilisikia vipande vipande kama imekaribia kuwa tayari na tutaanza upya hivi karibuni. Moyo ukaniporomoka. Sikuelewa anazungumzia nini, lakini haikushabihiana na mambo ya kazi au ugomvi wa marafiki. Ilionekana ni kitu kikubwa zaidi, kama mpango fulani aliyouandaa. Aliporudi nyumbani, nikamuuliza kwa sauti ya kawaida, vipi kofi na rafiki? Akanipa stori ndefu ya rafiki yake anayelalamika kuhusu boyfriend wake ilikuwa too detailed kiasi kwamba ilinifanya nimtazame tu kwa sekunde. Mazungumzo ya ghafla kuhusu hela baadaye bila hata mwongozo, akasema, unajua, nilikuwa nawaza labda tungeweka mambo yetu ya kifedha pamoja vizuri zaidi, kama vile account zote, passwords, documents, ituwe tumeandika sehemu moja kwa ajili ya dharura. Nilishangaa hatujawahi kuzungumza hivyo kabla, na muda aliyouchagua ulikuwa wa ajabu ukilinganisha na tabia zake za karibuni. Ni dharura gani hasa? Nikauliza nikijaribu kubaki mtulivu. Si unajua maisha, akahema, kama kitu kikitutokea au tukahitaji kufanya maamuzi makubwa ya kifedha haraka. Hoja yake juu juu ilikuwa na mantiki, lakini namna alivyokuwa anaongea ilinifanya nihisi vibaya ilikuwa kama sentensi aliyoiandaa kichwani muda mrefu akisubiri kuileta. Nilikubali juu-juu tu, ndiyo, inaweza kuwa idea nzuri, lakini ndani ya nafsi alamu zilikuwa zinalia. Kwa nini sasa? Kwa nini ghafla tunahangaika kuunganisha fedha zetu, wakati siku zote kila mmoja alikuwa na mambo yake bila presha hii? Usiku huo nikawa nawaza tu, je, hii ni adulting ya kawaida na mimi na overthink lakini nikakumbuka simu za siri, mazungumzo niliyoyasikia kwenye kafu, umbali aliyoanza, vilianza kuungana vibaya. Nikaamua kuchunguza kimya kimya. Siku chache baadaye, tuko jikoni na mbanje sandwich, yeye yuko kwenye simu. Ghafla akasema, ulishawaza zaidi kuhusu kupanga mambo ya banki, kama vile unajua hela zetu ziko wapi? Nikaiweka kisu chini, nikamgeukia, kuna nini kinaendelea? nikauliza kwa sauti tulivu lakini thabiti. Mara nyingi umeanza kuliongelea hili suala la fedha, kuna jambo tunapaswa kuongea? Akatikisa kichwa kwa haraka. Hakuna kitu kibaya, akajibu kwa papara, akijaribu kutabasamu. Ni muhimu tu kuwa organized, unajua, kwa ajili ya dharura. Mwitikio wake ulikuwa vague. Nilikubali tu juu-juu, lakini ndani nikazidi kuwa na mashaka. Ilionekana si pendekezo la kawaida, ilikuwa kama anaficha kitu sijui nini. Kesho yake akiwa kazini, nikaingia kwenye account yetu ya pamoja mtandaoni. Nikagundua transactions kadhaa ndogo ndogo kwa mwezi uliopita, sio bili, siyo chakula, siyo matumizi ya kawaida. Ilikuwa kama fedha zinatolewa taratibu pasipo maelezo mengi. Sikutaka kuruka hitimisho, lakini niliweza kuona pattern. Akaonekana kama anavuta hela kimyakimya. Sikutaka kumkabili papo hapo, nilihisi nahitaji kuwa makini. Ilikuwa inanila sana, kwa hiyo nikampigia rafiki yangu wa chuo zamani, ambaye sasa ni lawyer. Nikamweleza yote: simu, mazungumzo, hela kutoka akaunti ile, hadithi ya Tupange Finance. Akasema, si lazima kuna kitu kibaya, lakini wewe si mwendawazimu kwa kutaka kujilinda. Kama una wasiwasi juu ya assets zako, hiki ndicho kipindi cha kufanya maandalizi Better safe than sorry. Akanielekeza hatua rahisi za kisheria za kulinda mali zangu endapo mambo yatakwenda mrama. Ilihisi kama hatua kali, kama ninajiandaa kwa jambo baya sana, lakini kadri nilivyowaza ndivyo ilivyoonekana kuwa mantiki. Kama kweli anapanga kitu na sasa naanza kuhisi hivyo, nilipaswa kujilinda. Ilikuwa maamuzi magumu sana, si tu kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu hii ilikuwa ni maisha tuliyojenga pamoja nilikuwa na picha za harusi yetu kichwani, mazungumzo ya usiku wa manane kuhusu ndoto zetu na vicheko vyetu vya ajabu. Nilijiuliza, tulifikaje hapa? Nikahamisha mali kimya kimya, usiku mmoja akiwa ametoka, nikakaa mezani na laptop, moyo unadunda, mikono inatetemeka. Nikafungua account zetu zote, bank, investments, hati ya nyumba. Kila document niliyofungua nilihisi kama msaliti lakini sauti ndani yangu ilinukia, hii ni kujilinda, si kumaliza. Nikaandika listi ya kila mali niliyoitoa na jinsi ya kuihamisha bila kuzua maswali. Nikaamua kumhusisha mama yangu. Nikampigia simu, nikamwambia kwa kifupi, nahitaji uniwekee baadhi ya vitu kwa jina lako kwa muda, si kitu kibaya, ni kujilinda tu. Akaninyamazia sekunde chache, akauliza uko sawa kweli? Niko sawa, nikadanganya, ni tahadhari tu. Akasema "Sawa, mwanangu, chochote unachohitaji." Nilipomaliza sehemu kubwa ya mali zote, ipesa uwekezaji, hata nyumba zilikuwa tayari zimeandikwa kwa jina la mama yangu kwenye trust isiyoweza kubadilishwa. Katika akaunti ya pamoja niliacha kiasi cha kutosha tu kuonyesha maisha yanaendelea kawaida. Aliporudi nyumbani usiku ule, hakutambua kitu. Akanibusu shavuni, akauliza kama nataka tuangalie movie. Nikaonekana kawaida, lakini ndani nilikuwa nimevunjika. Sehemu moja ya moyo wangu ilihisi hatia, kama nimemsaliti. Sehemu nyingine ikahisi ahueni, kama hatimaye nimechukua usukani wa hali iliyokuwa inanichosha. Wiki mbili baadaye, bomu linalipuka. Siku ziliendelea kama kawaida, yeye mara nyingi alikuwa hata mchangamfu kupita kawaida, anaongea mambo mepesi, chakula, kazi, haongelei tena fedha hata kidogo. Nilianza kujiuliza labda nilizidisha, labda ilikuwa stress tu. Kisha ikafika Ijumaa moja usiku, akaketi pembeni yangu kwenye sofa, akazima TV, akasema tunahitaji kuongea. Moyo ukashuka nilijua atakachosema. Nadhani tunapaswa kuachana, akasema kwa sauti tulivu kabisa, kama mtu anayetangaza tumeishiwa maziwa jikoni. Akanieleza eti anahitaji space, anahitaji kujitafuta, amejipoteza kwenye ndoa, mambo yale yale ya kawaida. Kisha akaongezea, na jihisi nimefanya sakrifisi nyingi sana kwa ajili yako kwa miaka hii na sidhani kama unazidhamini, nastahili zaidi. Hilo neno nastahili zaidi lilinichoma. Sio tu kwamba anataka kuondoka, ni kwamba anataka kuniwekea lawama kwamba mimi ndiye tatizo na sasa anakuja kuchukua anachostahili. Nilibaki kimya nikimsikiliza, lakini kichwani swali moja: kwa nini sasa? Kwa nini baada ya miezi ya ajabu, simu za siri, mazungumzo ya fedha? Akasema pia, rafiki yangu amenisaidia sana kuona mambo kwa uwazi zaidi. Hakunitazama machoni. Rafiki nani tena huyu anayejua mengi kuliko mimi kuhusu ndoa yangu? Mfumo wake wa maneno ulikuwa kama mtu anayepewa nguvu na mtu mwingine nyuma ya pazia. Nilimwacha aseme. Sikumlazimisha aseme jina au maelezo, lakini ndani juu nilikuwa na hisia kuna mtu anamchochea. Sikumlilia, sikubembeleza. Nikasema tu kitu kama, kama hivyo ndivyo unavyohisi, basi tutahitaji kupanga hatua zinazofuata. Alionekana kushangaa kwamba sikupiga kelele, sikupiga magoti kumwomba abaki, lakini akili yangu tayari ilishahamia sehemu nyingine, ikujua ni nani anayecheza mchezo huu pamoja naye. Baada ya hapo akahamia kwenye apartment yake. Jumatatu nikapokea rasmi karatasi za talaka, na hapo ndipo nikagundua mpango mzima. Hakutaka tu kuondoka, alitaka mikitu nusu ya nyumba, sehemu ya akiba, assets zangu, gari na spousal support ya ajabu, wakati yeye mwenyewe ana mshahara mkubwa. Ilikuwa wazi hili halikuwa tu nimechoka, ilikuwa ni mpango wa kifedha. Nikamgundua Jake. Sikuweza kumuuliza moja kwa moja, kwa hiyo nikaamua kuchimba kimya kimya. Nikaingia social media zake, hakuni block nikapitia likes comments, posts hasa waliomzunguka mara kwa mara. Hapo nikamwona ii, mtu anayeitwa Jake kila mara ana like ana comment si za ajabu sana, lakini mara kwa mara nikaingia kwenye profile yake, i marketing gui wa miaka kama thelathini. Nikaskrol chini nikakutana na picha aliyoipiga kwenye kaf ile ile niliyomwona mke wangu siku ile niliyomsikia akisema starting fresh, tarehe ile ile, tumbo likaniganda nikazidi kuscroll comments kwa picha za mke wangu, kama hiyo uve got this, picha ya selfie kwenye eneo linalofanana kabisa na apartment mpya yake. Ushahidi hautoshi kupeleka polisi, lakini unatosha kwa intuition. Sikujua nitafanyaje na taarifa hii, kwa hiyo nikawapigia baadhi ya marafiki wa karibu. Mtu wa kwanza Elisa, e, akawa defensive sana. sijui lolote, sitaki kuhusika hilo pekee liliongeza harufu ya kitu. Baadaye nikampigia rafiki mwingine Emily. Mwanzoni naye alikuwa anakwepa kwepa. Alihitimisha simu haraka. Baada ya muda kidogo akanipigia tena, sauti ikiwa na hofu. Akanipa ahadi kwamba nisimtaje. Akaeleza kwamba mke wangu amekuwa karibu sana na mtu anayeitwa Jake na kwamba Jake huyu amekuwa aktivi sana kwenye ushauri wa talaka anaoupata. Hilo jina liliungana moja kwa moja na kile niliyokiona mtandaoni. Sasa picha ilianza kukaa sawa. Siku ya Jumamosi nikaenda kwa siri kwenye apartment yake nikapaki mbali. Baada ya muda nikawaona yeye na Jake wakitoka jengo moja. Hawakushikana mikono lakini namna walivyotembea karibu wanaongozana kwa vichwa kama wanaosikilizana sana ilinitosha. Wakaingia kwenye gari lake, wakaondoka. Sikuwafuatilia, sikuhitaji wakati huo. Nilijua wazi hakuniacha tu kwa sababu hatuelewani, alishapanga maisha mapya, hii na mtu mwingine, mediation, mpango wake unamrudia. Ikafika siku ya kwanza ya mediation. Hali ilikuwa nzito. Wakili wake akaja na faili nene kama anaenda kushtaki kampuni kubwa. Akaanza kusoma madai yake: nusu ya nyumba, pesa, mali, gari, spousal support. Mimi nilikaa kimya na msikiliza, lakini nikisubiri wakili wangu afanye kile tulichopanga. Wakati nafasi yetu ilipofika, wakili wangu akatoa mafaili akaweka mezani, kisha akasema kwa utulivu, kabla hatujaendelea, nafikiri ni muhimu kila mtu ayaangalie haya wakili wake akachukua akaanza kuyapitia. Uso ukabadilika mara moja, akauliza haya ni nini? Wakili wangu akajibu taratibu, hizi ni documents zinazoonyesha uhamisho wa mali zote muhimu kwenda kwenye trust kwa jina la mama wa mteja wangu. Uhamisho ulifanyika wiki kadhaa kabla ya kufunguliwa kwa talaka. Trust ni halali na haiwezi kubadilishwa. Chumba kikanyamaza wakili wake akamgeukia, "Hukuniambia haya mke wangu." Akasnatch zile papers, akapitia, akaangalia signatures, tarehe, mihuri. Uso wake ukabadilika kuwa hasira. Safi wewe ulipanga hii, akaniuliza kwa sauti ya hasira kidogo, kana kwamba nimefanya kosa kubwa. Ulijua nitafile talaka na ukajiandaa kuniharibia. Sikusema kitu nilikaa kimya nikiacha akili yake ijaze mapengo yenyewe. Wakili wangu akazidi kueleza utaratibu wa kisheria, uhalali wa trust, tarehe zilivyotangulia kufunguliwa kwa kesi. Kiufupi, hakuna alichoweza kufanya kisheria. Mpango wake wa kuja kunitumbua ukakutana na ukuta. Mkutano ukaisha, wakili wake akisema wanahitaji kuangalia upya strategi lakini kila mtu alijua game imeisha. Tulipotoka nje, akanivuta pembeni koridoni, macho yamejaa hasira na hofu. Akasema kwa sauti ya chini, hii haijaisha, utalijutia hili. Nikamtazama, nikamjibu, nilishajuta jambo moja tu e, kukuamini kupita kiasi. Zaidi ya hapo sina majuto. Mpango wake washuka, taswira yake yabomoka. Baada ya hapo, mambo yalizidi kuyumba kwake kuliko kwangu akaanza kunipigia simu mara kwa mara. Voice mail moja ni ya kulia, nyingine ni ya kupiga kelele. Mara aseme tunaweza tu kuongea, nafikiri mambo yameenda mbali, mara aseme mimi ni mbaya, mkali, si mtu wa huruma. Nika ignore yote. Wakili wangu akaniambia nisiongee naye moja kwa moja tena, na ukweli sikuwa na hamu Nilikuwa nimeshachoka na michezo yake. Simu zake zilipokosa matokeo, akaanza kuwasimulia marafiki hadithi za ajabu. Wengine wakaniambia kwamba anawaambia eti talaka ilikuwa utani tu, prank, kwamba tulikuwa tunatengeneza mchezo fulani. Lakini watu walipoanza kuuliza maswali magumu, kama, kama ni prank, mbona mlifungua documents halisi mahakamani? Au kwa nini umeajiri wakili na madai ya mali kama ni mchezo? Hadithi ikaanza kupwaya. Mwingine akamsikia akisema eti ilikuwa testi ya nguvu ya ndoa yetu, na kwamba mimi nimeichukulia vibaya. Akajifunika kwa joho la mimi ndiye niliyeumizwa, lakini kisha ukweli ukaanza kuvuja. Rafiki mmoja wa pamoja, eitumwite Matt, aliniita akaja na ushahidi wa messages kati yake na Jake kupitia rafiki mwingine ndani ya messages wanapanga waziwazi wazi namna ya kunimaliza kifedha. Moja ya messages za mke wangu ikasema, mara tu settlement ikimalizika tutakuwa na kila kitu tunachohitaji, nahitaji tu akubali masharti. Jake akamjibu, usilegeze msimamo, mchezeshe kwa guilt kama inahitajika, anakudai Nilipoyaona hayo, moyo uliumia, lakini pia nikapata uhakika. Hii haikuwa tu ndoa iliyochoka, ilikuwa ni njama ya kumnyonya mtu aliyemwamini. mat akawaambia wachache waliomwamini yeye. Screenshots zikaanza kusambaa miongoni mwa marafiki. Ghafla simulizi yake ya mimi ndiye mwathirika ikaanguka. Wale waliokuwa wakimuonea huruma wakaanza kujitenga. Hata ndugu zake baadhi wakaanza kuona ukweli. Ndugu yake mmoja alinipigia simu akaniomba radhi kwa maneno ya mwanzo, akasema, sikujua anaenda mbali hivyo, pole sana kaka. Talaka ilipokamilika, yeye alibaki na vitu vyake binafsi tu. Hakupata nyumba, hakupata akiba, hakupata mali nilizokuwa tayari nimeshazitoa kwenye trust ya mama. Mada yake ya kudai zaidi ilikufa kisheria. Jake kwa upande wake alitoweka mara tu alipoona hakuna hela inayokuja inaonekana na yeye alikuwa anapiga dili upande wake, e, akimpa ndoto za uhuru na maisha mapya, lakini pesa ilipokosekana akapotea kama moshi. Simu na messages zake baadaye hazikuwa za hasira tena, bali za kuomba: naweza tu kuongea na wewe tafadhali, nimekosea, nitafuta kila kitu, tunaweza tu kumaliza haya vizuri. Sikujibu hata moja, ilikuwa imechelewa sana. Mama yangu kama kawaida akawa mwamba wangu. Akaja nyumbani na ndoo za rangi mawazo mapya. Akaniambia, hii sasa ni nyumba yako wewe, tuifanye iwe mwanzo mpya. Leo nimebakia na nyumba, akiba na kitu ambacho sikuwa nacho kwa muda mrefu, ya amani ya moyo. Yeye ni sura iliyomalizika kwenye kitabu cha maisha yangu, sihitaji kuirudia tena. Kurasa zinazofuata ni juu yangu kuziandika. Asanteni kwa kunisikiliza. Kama bado hujasubscribe, tafadhali fanya hivyo na uguse alama ya kengele ili upate taarifa za hadithi nyingine za kushtua za maisha halisi zinazoendelea karibu na wewe.